Namshukuru Mungu kwa kutupatia asubuhi nyingine njema ya leo asubuhi, ambayo ina matumaini ya nafasi nyingine ya kukolewa, nafasi nyingine ya kusahihisha makosa na nafasi nyingine ya kumhimidi Mungu. Tuombe. Ulibariki neno la leo, tunakusii Mungu wetu utusaidie kuelewa kile ambacho neno lako linamaanisha. utupe rehema hii kwa jina la Yesu Kristo, Amina. Wapendwa, katika mfululizo wa somo letu la juma hili Mashariki, hadi jana tuliona kwamba uh, watu wa Mungu wanapokosea, wanapotenda dhambi Mungu bado anawapatia upendeleo wa kuwabakiza upande sahihi. Mungu bado anawapatia upendeleo wa kuwabakizia pumzi kwenye pua zao. Iliyo pumzi iwe nafasi ya wao kurejea na kufanya mapatano upya tena na Mungu wao. Asubuhi ya leo ninaomba tusonge mbele kidogo katika somo letu la mashariki, tuende mpaka kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na moja Tutaisoma ile mistari minne ya kwanza. Mstari wa kwanza unasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Mstari wa pili Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari; wakakaa huko. Mstari wa tatu, wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa mstari wa nne wakasema, haya, na tujijengee mji, na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina; ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Naomba uje tusikie neno la Mungu katika vipande hivi. Jana tuliona, narudia tena kwamba watu walipokosea. Adamu alipokosea, ee, Kaini alipokosea. Kwanza Adamu alipokosea, Mungu alimtoa kwenye bustani akampeleka upande wa mashariki, lakini mbele ya bustani akaweka malaika na makerubi walinde lango la kuingilia mashariki katika bustani. Adamu na mke wake waliitazama bustani ya Mungu lakini hawakuweza kuiingia, maana kulikuwa na ulinzi. Nikaeleza kwamba unaweza ukawa uko kanisani, unatazama uzuri wa kanisa la Mungu, uko kanisani, unafurahia mafundisho mazuri ya kanisa, lakini wewe mwenyewe hayakupi faida bado unaishi maisha ya taabu, kwa sababu kuna upanga umewekwa kulinda. Maana wewe mwenyewe ni Mkristo lakini hauishi kama Wakristo. Kwa hiyo wakristo wanafurahi, wewe unachanganyikiwa. Jana tikasema tena kwamba uh, Kaini alitawanyikia upande wa mashariki alitawanyikia upande wa mashariki katika nchi ya Nodi, na nikaeleza kwamba Nodi maana yake ni kutangatanga. Katika maisha haya tunatangatanga tunazungukazunguka zunguka, lakini bado Mungu ametubakiza upande sahihi, ili kutokea hapo angalau tupate njia ya kurejea. Leo tunaposoma hii Mwanzo kumi na moja inaeleza kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Lakini hiyo nchi yote iliyokuwa na lugha moja na usemi mmoja, nchi yote ilikuwa upande wa mashariki. Hawa jamaa walisafiri wa nchi yote, wakaelekea pande za mashariki, na katika hizo pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Sasa sikiliza ya maneno kwa ufasaha kabisa, namba moja, walisafiri. Namba mbili, eneo walikosafiria mashariki. Namba tatu, wakaona nchi tambarare. Hiyo nchi ilikuwa haina milima na haina mabonde, ila ni tambarare. Namba nne, nchi hiyo iliitwa Shinari aani nadhani nadhani ungeuliza, nadhani ungeuliza maana ya maneno haya ni nini. Tunapokuwa upande, tunapotoka mbele za Mungu, tukimuacha Mungu, maisha haya yatatufanya tusafiri. Jana nilieleza maswali habari za nodi, nikasema nodi maana yake ni kutangatanga katika maisha haya ya dhambi. Maisha ya kutangatanga, tunasafiri na safari hii we, yaweza kuwa ni safari ya kimaisha, yaweza kuwa ni safari ya kiroho, lakini nje ya uwepo wa Mungu. Yaani unasafiri kiroho, lakini safari yako iko nje ya uwepo wa Mungu. Naomba nieleze vizuri hapa, safari yako ya kiroho, unasafiri kiroho. Unasafirije kiroho? unafunga na kuomba Unasafirije kiroho? unasoma lesoni au Biblia? Unasafirije kiroho? una, unatoa zaka na sadaka nyingi. Unasafirije kiroho? una, una unafanya matendo mengi ya huruma, lakini katika yoyote unayoyatenda bado jina lako linatajwa katikati ya watenda maovu. Ujawahi kuona kanisani kwako kuna watu wanasafiri kiroho kwenye maombi mnao, kwenye kwaya mnao, kwenye makambi tena, ndio wanaoleta mipango mizuri ya makambi, ndio wanaoleta mipango mizuri ya makambi, lakini mkienda kwenye majina yanayotajwa yenye tetesi za dhambi, na majina yao bado yanatajwa. Hawa watu wanasafiri, lakini wako nodi, wanasafiri lakini leo sasa, mstari wa sura ya kumi na moja mstari wa pili unasema wanasafiri lakini wako kwenye nchi tambarare. Unajua maana ya tambarare? Tambarare ni mahali hamna mlima na mahali hamna bonde. Ina maana hawa jamaa wali, awa wakristo hawa hawa watu wa Mungu hawa wanasafiri katika nchi tambarare yaani, yeye tangu awe mkristo hajawahi kukutana na changamoto ya imani yake. Yaani, yeye watu wote kwake ni peace, eh, peace and love, hajakutana na upinzani wowote eh, huyu mtu. Kama katika maisha yako ya kiimani hujakutana na upinzani wowote, wewe sio bora kuliko Yesu Jioji mwenyewe Yesu mwenyewe aliye Mungu muumbaji alikutana na upinzani, alikutana na upinzani, mitume wake walikutana na upinzani. Lakini wewe tangu uamini, tangu ubatizwe, una miaka kumi, una miaka thelathini, una miaka ishirini, eh, hujawahi kukutana na changamoto ya kiimani yoyote. Maisha yako ni tambarare, hauna mahali kuna mlima, hauna mahali kuna bonde, wewe ni tambarare tu. Watumishi wote ni marafiki zako, mabosi wote ni marafiki zako, kila unakoenda watu wote wanakufurahia. Wewe siyo pesa, wewe siyo pesa. Huwezi kufanya vizuri kuliko Yesu, lazima ukutane na changamoto. Kama uko aktivu kwenye masuala ya imani lazima ukutane na changamoto, ndio uko upande wa mashariki. Ndio mashariki ni wapi? Nilieleza jana, mashariki ni njia ya kuelekea kwa Mungu, ni njia ya kuelekea kwenye mafanikio, ni njia ya kuelekea kwenye uwepo wa Mungu, lakini bado hauko kwenye uwepo wa Mungu. Tunapoendelea na maombi ya siku kumi hizi, kama unashiriki, omba Mungu akutoe kwenye eneo tambarare, akulete kwenye eneo la kukomaza imani yako. Wewe siyo pesa kupendwa na kila mtu, wewe siyo eh, chakula kwamba kila mtu akuhitaji. Wewe ni mtu wa Mungu, mjumbe. Stefano alipigwa mawe, Petro alifungwa gerezani, Yohana alitupwa Patimo, Danieli alisukumizwa kwenye tundu la simba wewe ni nani upendwe na kila mtu? Yusufu aliishia gerezani. Biblia imejaa watu wote waliolitaja jina la Mungu na kufanya mapenzi yake, walikutana na milima, walikutana na mabonde. Wewe unasafiri tu tambarare, tambarare, na hii nchi tambarare inaitwa Shinari. Nadhani ungeuliza nini maana ya Shinari? Shinari maana yake ni nchi yenye mito miwili, hicho ni Kiebrania. Nchi yenye mito mito miwili mito miwili eh, yani maana yake kuna two rivers. Eh, kuna mito miwili, wewe maisha yako ni ya mito miwili, mito miwili. Leo unatiririkia huku kesho unatiririkia kule, leo unatiririkia ziwani kesho unatiririkia baharini. Eh, leo unaenda hivi kesho unaenda vile, yaani wewe maisha yako sio ya mto mmoja, maisha yako ni ya mito miwili, unatiririkia hapa unatiririkia pale, unakwenda huku unakwenda kule, leo uko sendofu kesho uko kanisani. Eh, sikiliza maisha yako, maisha yako rafiki yangu, nayeishi tambarare, Shinari mama Shinari baba Shinari, ueleweki maisha yako ni fotokopi huku na kule. E, leo uko kwa mke wako, kesho uko kwa Ashura. Samani, kama kuna mtu anaitwa Ashura mundani. Leo leo uko hivi, kesho uko vile, leo umevaa dera refu pana, kesho umevaa kimini na kikuku mguuni, ueleweki, ueleweki. Leo umefunga kitambaa kanisani, alafu kesho umefungua kitambaa, rasta zako ndefu mpaka zinatuchanganya, tunaanza kuwaza huyu anahudumia baa gani, au anahudumia sehemu gani? Yani leo uko hivi, kesho uko vile. Leo tukitazama kucha zako ni fupi, kesho ukiitwa kwenye pate unabandika kucha zingine ndefu. Yani hueleweki. Shinari, mito miwili. Asubuhi ya leo nakupatia wito mpendwa, Tambua mahali ulipo, tambua mahali maisha yako yanatiririkia. Unatiririkia katika mito mingapi? Watu wa Mungu, tukaambiwa tuache maisha ya njia mbili, tuwe na maisha ya njia moja. Kama ni Yesu Kristo, huyo huyo. Kama ni Babeli, kama ni Babeli, huko huko. Usichanganye watu ndio, unaonekana unaishi mashariki, mashariki mahali penye uelekeo wa kuelekea kwa Mungu, lakini hata kwa Mungu haufiki. wa watu wakikutazama, wanaona unasafiri, lakini safari yako haielekei kwa Mungu. Na hawa jamaa walio waliokaa huku mashariki moja, nikwambie somo la leo linasema hiyo, mstari wa pili huu linatuambia kwamba hawa jamaa waliposafiri pande za mashariki walipoona nchi tambarare eh, Shinari, wakakaa huko. Umeridhika kukaa huko mpendwa? Kwa nini unaridhika kukaa Shinari? Kwa nini unaridhika kukaa nchi tambarare? Umeridhika kabisa, umeridhika na hata likihubiriwa, hubiri la namna gani, hali kuchomi chochote. Umeridhika kukaa huko, umeridhika kuishi maisha hayo, umeridhika kabisa kabisa kabisa, umeridhika huoni tofauti? Mpendwa, asubuhi ya leo, mstari wa nne unasema, au ajamaa wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusi, tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Walikuwa na wazo zuri, ndio wasitawanyike. Wabaki wapi? Wabaki mashariki. Wana wazo zuri, wasiende kaskazini wasiende kusini, wasiende magharibi, wabaki mashariki. Lakini sikia, wazo zuri, wazo zuri, vitendo vyake vinaenda kinyume. Wanasema tujijengee mnara, tujijengee jina, kilele chake kifike wapi? Mbinguni. Naomba niongee na wewe mpendwa ambaye mawazoni mwako unatamani kujijengea jina. Kanisani kwako unatoa michango mikubwa ili ujijengee jina unaimba kwaya ili ujijengee jina. Mchungaji unayenisikiliza unahubiri mahubiri mazuri eh? unahubiri na lengo sio watu waokolewe, lengo ni ili ujijengee jina, watu wakufahamu kwamba kuna mchungaji fulani anajua kuhubiri kufundisha, unajijengea jina. Sikiliza vizuri mpendwa, watu wanaofanya mambo katika upande wa mashariki hawataki kutawanyika, ndio wapo kanisani wamebaki kwenye uwepo kwenye, kwenye, kwenye eneo ambako wanaweza ku kwa, kwa Mungu na bado wanafanya mambo makubwa kanisani. Wapo wanaofanya mambo makubwa, lakini hayo mambo makubwa unayafanya na nia gani? Je, unayafanya na nia ya kujijengea jina? Na hawa jamaa wanapofanya mambo ya kujijengea jina, mstari wa tatu umesema walikuwa na matofali badala ya mawe, walikuwa na lami badala ya chokaa, yaani kwa lugha rahisi wana vitu wanavyovileta kuvijengea ni vitu dhaifu. Ngoja nikwambie mpendwa, mambo unayoyafanya kanisani ili kujijengea jina, ayo mambo mbele za Mungu ni dhaifu, ni dhaifu. Wewe unakuja na vitu dhaifu, alafu unavileta mbele za Mungu ili ujijengee jina, unajijengea jina gani eh? Mtu anasimama kanisani anasema nina mifuko hamsini ya simenti lakini mtaifata nyumbani unasikia na wanase, wanapenda kusema kule mwishoni watu walishahenya walishatafuta hela hela zimekosekana wamehenya wamekabana mpaka wanatoa damu ndio kamjamaa kanakoishi Shinari kwenye nchi tambarare ambako kana mambo dhaifu kanakuja kanasimama kanasema mimi nitaondoa hilo hilo hiyo changamoto lakini mnipigie simu Jumatano na mje mnipitie ofisini mnifate nyumbani mje mchukue nyumbani ngoja nikwambie mpendwa wanao mambo hayo, hao wana mambo dhaifu, imani yao inajengwa kwenye vitu dhaifu. Ngoja nikwambie mpendwa, wokovu unajengwa kwa imani katika Kristo Yesu, siyo kufata sadaka zako nyumbani, sio kufanya mambo mengi kanisani. Hayo ni mambo dhaifu, na hayo yatakupatia wokovu. Wito wangu asubuhi ya leo, tokeni Shinari, tokeni nchi tambarare, hacha kufanya kacha acha kujenga imani yako kwa kutumia vitu dhaifu. Mungu anahitaji watu wanaompenda waelekee mashariki kwenye lango la bustanini Edeni. Wakifika pale, wapige magoti, waombe Mungu awatakabali, awatazame awasamee dhambi zao awapokee warudi katika uwepo wake. Mungu akubariki, wa urudi kwenye uwepo wake, utoke Shinari, utoke nchi tambarare, utoke kwenye vimawazo vya kujijengea jina, urudi ukajenge ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu, Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishe milele, mimi niko tambarare, niko Shinari, niko mbali Nirejeze upande wako, mrejeze huyo ndugu yangu upande wako. Anaposhiriki siku hizi kumi za maombi, Bwana, zisiisha hizi siku kabla hujamrejesha upande sahihi, uweponi mwako, sehemu ambako jina lako litatukuzwa kwa Kristo Yesu. Tumeomba, Amen.